Haji Sande Manara kwa rais wa TFF ni kauli ambayo alitoa hadharani na kusema amesikitishwa na rais wa TFF Wallace Karia kuzungumza, eh, kama wamechoka wakacheze sinema. Ni kauli ambayo Haji Manara imemuumiza sana, lakini mpaka sasa hivi Young Africans uongozi hawajatoa taarifa yoyote kuhusiana na Haji Sande Manara kama Manara ametumwa ama Manara mwenyewe ameamua kuitisha press conference. Kwanza wamelipokea kwanza waji Sande Manara kwanza aje sasa hivi ni mwanachama kama mwanachama mwingine tu pale Yanga Sports Club. Aje sasa hivi pale Yanga Sports Club ana uongozi wowote. Kwa hiyo anapoongea Haji Manara katika media ni kama vile ninavyoongea mimi. Na TFF wana mikakati yao katika watu wa kuwapa adhabu wa kwa hiyo yeye ameongea kama mwanachama, klabu yake imeguswa kwa hiyo ameiongelea nini klabu yake, lakini na rais naye ameongea kutokana na kamati yake imeguswa kwa sababu rais Karia yeye ndio yuko juu katika kamati zote pale chefuefu, kwa sababu ndio rais. Sasa uongozi wa Yanga kutoka mbele na barua kuiandika kwamba nani viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru, ni moja kwa moja rais Karia ameona kwamba viongozi wa Yanga waraka wao umeingilia katika nini kwenye kamati zake. Angekaa kimya, ina maana wa, bodi viongozi wa bodi wangeona rais wetu amerizika na ile kauli ya Wanayanga. Kwa hiyo ni lazima yeye kama, kama rais afanye ile tukio, na ameongea vizuri tu, ili mwingine akitaka kutokea asinani asifanye vile. Kwamba yeye amewaambia kwamba tumetoka mbali jamani, tukumbukeni miaka kumi nyuma tulikuwa wapi? Tukumbukeni miaka ishirini nyuma tulikuwa wapi? tukumbukeni kwamba sisi tulikuwa hata kimataifa ni watu tunaenda tunarudi. Sasa hata kama tulikuwa na hela zetu, Manji alikuwa na hela, ina maana kina, kina Deuji walikuwa na hela, kina kina Gulam walikuwa na hela. Je, hapa tunapofikia sasa hivi walitufikisha kama? Kipa, kama kipengele ni pesa, kama pesa za Simba ndo zimeweka Simba hapa, pesa za JSM ndo zimeweka Yanga hapa. Je, kipindi hicho Gulam anaisajia anaifadhili Yanga iliwahi kufika hapa. Kwa hiyo kuna wakati lazima tuangalie kwamba chama cha soka cha nchi fulani nacho kinakuwa kina, kina uwezo fulani wa kuvifanya vilabu vyake vifike sehemu fulani, na sio kama wao wanatoa pesa maandalizi na kuwapa ushindani na kukaa nao vizuri na kutunza vile vilabu, vinakwenda vinafanya vitu kama vile. Kwa hiyo leo watu wanataka tu wampoteze, eh, Karia. Leo watu binafsi tu watushawishi Watanzania wote tuwe upande wao? Hapana. Tunajua kabisa duniani hakuna mtu aliyekamilika, lakini kwenye mazuri na ma maovu, mazuri yakiwa mengi yanafunika maovu. Leo tunauona mnara wa simu ule pale, mnara wa simu ni hatari sana kujengwa nyumbani kwako, lakini faida zake ndio kama hivi ziko nyingi. Lakini unaona leo mnara uko wapi? Kati uko katikati ya mji. Kwa hiyo, Karia hata kama ana maovu, lakini kwa hili la juzi lililotokea, Karia alikuwa yuko sahihi kwa kusema kwa kusema, kwa sababu yeye alikuwa ni mwenyekiti, kwa sababu yeye ni rais. Kwa hiyo aliwaambia viongozi wa Yanga kwamba kama mnataka bodi yangu mimi nijiuzuru, basi mjue viongozi wote, kwanza jitathmini nyinyi wenyewe. Na hili linadhihirisha, siamini kama uongozi wa Yanga uliwatuma wale makomando wafanye ile tukio pale. Kama kweli uliwatuma, basi kauli akaria inaweza pale ikafanyaje, ikatumika. Siamini uongozi wa Yanga waliamua lile, basi lao kulitoa pale klabu wakalipeleka Bunju likapigoni tu pipi yaani huo uongozi kweli makini? Kama kweli yao yalifanya, basi na maana kauli ya Karia inaweza pale ikaingia. Kwa hiyo all of all. Huyu ni rais wetu, ndio tulomkubali. Na mbaya zaidi, huyu Karia hajachaguliwa na wauza mitumba, huyu Karia hajachaguliwa na wauza miogo, huyu Karia amechaguliwa na wadau wa mpira wakiwemo viongozi wa Yanga kwa Stephen Mguto mwenyekiti wa bodi ya ligi ametoka hadharani, ameongea na moja ya chombo akisema, kama Young Africans wameandika barua kwenda CAS kama shiriki za michezo itakuwa ni vichekesho vikubwa sana kwa maana, kama bodi ya ligi bado sisi hatujaamua ile swala kama dabi itakuwepo hamara. Ni kauli ambayo ya mwenyekiti Stephen Mguto ambao Young Africans hawana imani naye. Kwanza amepokea kauli ya mzee Steven Mguto. Kwanza Steven mguto anachotakiwa ye hey, angekuwa kama upande wa simba tu ile ile barua moja walivyoitoa ye angefanyaje? Angekaa akawaacha yanga watapetape kama maharage yanataka? Kuiva kwa sababu simba alitoa barua moja tu, akakaa pembeni akawa nasikilizia, uwezo ukaenda kasi ukaenda kudai kitu, wakati kanuni na sheria za ule mchezo hazikufuatwa ha. Yaani na maana ili upewe pointi tatu haupewi kama unaokota maembe ili upate pointi tatu kuna, kuna mtiririko lazima ufuate pale mechi. Kamishna alikuwepo, kamisa alikuwepo, refari alikuwepo, mchezo ulizinishwa, mchezo tarehe siku hiyo. Ina maana hivi vitu vyote havikufanyika kwa wakati. Sasa kama hivi vitu havikufanyika kwa wakati nani akakupe pointi tatu? Hata mimi ambaye sina elimu ya hivyo pointi tatu siwezi kukupa, kwa hiyo Stephen Mgutu anatakiwa sasa hivi aangalie mambo ya timu ya taifa, aangalie jinsi kwamba Afcon itakwenda vipi, aangalie maswala mengine, asijibishane na hawa Yanga. Unapojibishana nao hawa watu ndio ilisakati tunalifanya linakuwa nini, linakuwa kubwa. Kwa maana hiyo, kwa sababu vitu vyote viko katika nini, kwenye utaratibu Kanuni ya kumi na saba imevunjwa, Simba umetoa kauli yao kwa sababu hatukuweza kwenda kufanya, kufanya mazoezi sehemu ambazo sitafanyia pichi kutokana na usalama wetu, tunaona hatukutendewa haki. Bodi imekaa wakajirazisha na, na, na, na kauli ya Simba wakaona na mashiko, wakaairisha mchezo. Hawaukaairisha mchezo saa moja, au wakaairisha mchezo saa kumi na mbili, mchezo umeahirisha saa saba, kuna masaa zaidi ya matano, ina maana tulikuwa tuna uhakika kabisa, vilabu vyote viwili vilipata nini? Vilipata majibu kwamba mchezo leo hakuna. Wewe unaandaa timu unaenda uwanjani unafata nini? Unafika una, a, anasumbuka nini yeye? yeah, anachotakiwa asimamie msimamo wake, aangalie rais wake anasema nini, na yeye kauli yao ya kwanza aliyotoa ni ipo kwa sababu wao ndio wametuambia dabi itachezwa, itapangiwa muda mwingi, tarehe nyingine, kwa sababu ndo barua inavyosema. Kwa hiyo akiwa naye anayumbishwa yumbishwa kwa sababu hii Tanzania, hii Tanzania iko pande mbili, ina upande wa Yanga ina upande wa Simba. Kwa hiyo inawezekana mwenyekiti wa bodi ya ligi na yeye anayumbishwa kutokana, kwamba hizi kelele za wana wanayanga kile kwenye mikoa wapi, zinazoenda zinaweza zikamyumbisha. Hizi kelele ni kelele za chura tu, hizi maji sisi tunakwenda, tutachota tu. Kwa maana hiyo tunawaambia kama mimi hapa mwana Simba najua nilipata matatizo sana na TFF. Najua kuna wakati Karia naye alinifanyia mambo mabovu sana, kama mimi mwana wa Simba, lakini kuna wakati nani raisi anafanya masuala ya kijamii yanaonekana sakata. Kama hili ni sakata ambalo liangaliwe, kanuni inafanya nini, kanuni iamue. Kama Simba anakosa haukumiwe Simba, kama Yanga anakosa haukumiwe Yanga, mpira uendelee watu wanachukua scenario hizi na kuzifananisha na timu za kimataifa, wanazifananisha na Juve. Sakata la Juve na sakata hili ni masakata mawili tofauti. Juve amepanga matokeo, alivyopanga matokeo ndio maana alikamkumba athari ile. Simba na Yanga hawajapanga matokeo. Simba na Yanga ni mechi me, haijachezwa mechi. Kwa sababu gani haijachezwa? Huyu ametoa sababu yake, na bodi ya ligi umeiona sababu ina nini, ina mashiko, na mbaya zaidi Kanuni za bodi ya ligi wanatunga hawa hawa wenyekiti wa vilabu. Tunapozungumza mwenyekiti wa vilabu ndio hawa hawa kina injinia, kwa sababu bodi ya ligi wajumbe wake ni wenyekiti wa vilabu. Sasa wakati mnatunga hizi sheria, mlikuwa mnajua hizi sheria zitawaumiza, zita, zita kina biashara tu, mlikuwa mnajua hizi sheria zitawaumiza mtibwa tu. Sasa leo sheria imegeuka, imegeukaa. Uh, moja ya kauli ambayo ametoa Steven Mbuto na kusema hizi timu mbili Simba na Yanga ni malezi ambayo waliwalewa vibaya kwa maana mlikuwa mnavunja sheria mnawalea wanawalea wana vibaya. Simba na Yanga ni kitu ambacho mpaka leo hii kinatokea. Anasema 2021 Young Africans aligomea mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo ulitakiwa upigwe saa saa kumi na moja, wakapeleka mbele saa moja, Young Africans akaondoka uwanjani. Ni kitendo ambacho bodi ya ligi kama wangekuwa serious wangeshusha Yanga daraja lakini busara zikaamua Young Africans wakabaki vilevile, mchezo ukapangwa siku nyingine ukachezeka. Na kaenda mbali zaidi kama wakishindwa bodi ya ligi, serikali itaingilia kati. Serikali ina mambo mengi sana ya kufanya, hasa kipindi hiki cha fub 2025 kuna masuala ya, ya, ya kuandaa kafu afconi, kuna masuala ya kuandaa viwanja, kuna masuala ya uchaguzi. Mbona ilisakata dogo sana huyu Steven ni mguto ana yumba yumba sehemu gani? alafu hawa watoto uliowalea mwenyewe hivyo, sasa ni lazima uonyeshe kwamba kanuni, sheria ndio inatakiwa ifanye kazi, kwa sababu wewe bodi ya ligi hauna watoto wawili. Bodi ya ligi sasa hivi una watoto wasiopungua 30 mpaka 40, kwa sababu hata timu za championi ni timu zako, hata timu hizi zilikuwa za daraja la 4 daraja na ngapi, ni timu zako, na hizi timu za ligi kuu nazo ni timu zako. Sasa kwa nini unachagua watoto? Sasa kwanza wajifundishe hapa kwamba bodi ya ligi ndiyo yeye anisimamia ligi zote hapa, hapa, hapa ndani ina maana iwe FA iwe premier. Kwa hiyo hukumu ambayo inatakiwa kwenda kumhukumu biashara basi hukumu hiyo ikamhukumu Simba, hukumu ambayo inaenda kumhukumu Mtibwa basi hukumu hiyo ikamhukumu Yanga. Kwa hiyo kwa hili nadhani wenyewe watakuwa wamefanyaje, wamejifundisha na hapa sasa. Kinachoelekea ni ule usimba na uyanga, lakini ukipeleka kwenye kanuni hata masaa manne achukui mimi natoka na mechi inachezwa na watu wote wanashika adabu, lakini kutokana tu tukicheza sisi tutakuwa tumepitwa na wale wenzetu walivyosema hawachezi, alafu haikuchezwa, ndicho kilichotokea hapa. Kwa hiyo sasa kama watataka watumie busara, na upande wa pili wameshasema wao hawataki busara yani, na maana sasa hivi wana spread wanaeneza, wana, wana ambiana kwamba ni marufuku hata kama timu kushuka washuke, nayo ni kwamba watakuwa na misimamo yao. Sasa na wao kama bodi ya ligi wanatakiwa wawe na misimamo yao, alafu mwisho wa siku hata hiyo Yanga haikuanza tu ikafika fainali ilianza ikawa inafungwa, ile yashika nafasi ya kumi, nafasi ya nane, nafasi ya tisa, mpaka ikaja kufanyaje, ikaja kusimama. Ikitoka Yanga itakuja timu nyingine itachukua nafasi ya Yanga, mambo ataendelea, kwa sababu tunachosema hivi, hakuna kuleana. Sasa hivi dunia haitaki sisi tuleane. Dunia ya mpira sasa hivi inatupeleka sehemu ambapo panapohitajika. Kwa hiyo, mimi navyashauri zaza TFF, nawapa ushauri kwamba kanuni wanazozitunga, kanuni zilizopo katika ndani wazisimamie hizo kanuni zao, waziangalie, zifanye kazi, zisichague. Kwa hiyo kama dabi kuchezwa, basi dabi ichezwe, kama wao wenyewe TFF wataamua dabi isichezwe, basi kwa sababu wao ndio, sisi tunawasikiliza. Sisi upande wa pili simba tunawasikiliza wao, wakisema ichezwe itachezwa, wakisema isichezwe, wanatupa sababu kwa nini isichezwe. Tukiziona sababu zao zina mantiki, sisi tutaridhika, isichezwe tayari, wana Simba kama sababu za Bodi ya Ligi zitakuwa zinaelezea kwamba dabi kweli wana wanasimba tuko tayari, lakini kama sababu zitakuwa za kubabaisha za kuenda katika busara, na sisi tutaamusha moto wetu, na wanatujua wanasimba, hatuna dogo sisi. Sasa hivi tumekaa kimya kwa sababu tunachokihitaji, tumeshapiga kengele kengere, mpaka tumeshamfunga. Sasa tunawaachia wao waangaike, lakini tunasema tunachosema, dabi sisi tunaisubiri kwa sababu tuna imani kabisa Yanga hawezi kutufunga tena mara ya tano, kwa sababu kila kitu kimejionyesha. Ni timu tumekaa muda mfupi, ni timu ambayo tuai tunacompare na yeye, ni timu ambayo tuko kimataifa, ni timu ambayo katika idadi za magoli unaona tujistulivo. Kwa hiyo y tunawaambia wana Yanga warudishe pumzi chini, huu ni mchezo, una maisha baada ya nini, baada ya Simba na Yanga. Leo ukiweka ugumu kesho, nakuja kukutana na mimi katika kijamii, maswala ya jamii hatuna nini. Kwa hiyo all all of all, dabi ichezwe tumpate bingwa aliyokuhalisia, na mimi dabi lazima itachezwa. Kwa nini itachezwa? Kwa huu mwenendo tuliokuwa nao, kwa sababu yanga sasa hivi ana point 58 simba ana point 57 saba. Kwa maana hiyo inaweza ikawa ili bingwa apatikane katika hii mechi ya dabi wakikataa tutachukua pointi zetu tatu, tunakuwa bingwa. Sasa wao waende kasi kasi. Haikuwekewa nyani, kasi haikuwekewa ndege, kasi imewekewa binadamu na imewekewa wanamichezo kama kina TFF. Ina maana kama wanahela wachukue wapeleke, kasi, shauri lao. Kasi wataangalia, itaangaliwa haki iko wapi. Kama haki itakuwa ni yao yanga watapewa haki yao, lakini sasa Yanga katika kesi asilimia 80 walizosimamia asilimia sabini Yanga kesi wanafanyaje? Wanashindwa, mfano ya Kagoma tu juzi hapa tumeiona, okra ile pale magic tumeona, Bernard Morrison tumeona. Sasa huko kasi wanataka. hii yote ni kurukaruka kwa maharage tu. Yanga warudishe nanii nyuma, wajue kwamba tumekosea wapi, kwamba kukosea sio tatizo, tatizo ni kurudia kosa, hii wanapata funzo makomando wao wawaondoe, mfumo wa makomando wa sasa hivi umeshapitwa na wakati. Sasa hivi kila timu inatakiwa uchaguzi uliofanyika, viongozi waliochagua au waliwateua ndio viongozi wa kuongoza nini, wakuongoza timu klabu. Katika sakata hili la inahusisha Simba na Yanga kwenye hivi virabu, kwa sababu Young Africans anasema ana imani na bodi ya ligi kwa maana Steven Mbuto pamoja na CEO Almas Kasongo, nani alaumiwe kwenye sakata hili? Uh, wao kama hawana imani na bodi ya ligi, bodi ya ligi haijachaguliwa tarehe nane. Bodi ya ligi ilichaguliwa wakati wao wamechukua makombe mara tatu. Wakati wanachukua makombe mara tatu, sio wa ligi alikuwa nani? Steven Mgutu alikuwa hayupo, kwa nini walikuwa wanamkubali? Kwa hiyo haya yote ni kurukaruka tu. Kwa hiyo ili sakata atakiwi kulaumiwa TFF atakiwi kulaumiwa Simba anatakiwa kulaumiwa Yanga na mabodigadi wake tu, wale ndio wale. Ni kwa sababu bila wale kufanya ile tukio, hii dabi ingechezwa. Makomando wasingezuia gari la, la Simba, hii dabi ingechezwa. Kwa hiyo makomandoo, sasa tuwaulize wale makomandoo, hivi viburi vya kuzuia ili gari walipewa na bodi ya ligi? Kama walipewa na bodi ya ligi, basi tuwaondoe makomando wa Yanga, tudili na nani? na bodi ya ligi ndio mlikimbia mechi? Wao walifika mpaka uwanjani, wao walifika uwanjani kito kisheria, kwa sababu si tuliambiwa saa saba kwamba hakuna mechi, tunafuata nini shughuli? Tumeambiwa imeahirishwa, sisi saa kumi na moja, saa moja, tunafuata nini? Tushapewa ujumbe bwana, shughuli shughuli yenu leo imeahirishwa, hamna mechi. Sasa wao ndio tuwaulize, wakati wanaenda waende katika shughuli gani? Sisi tumefuata utaratibu na ndio maana sisi barua yetu hiyo moja tu, tumeachana nako na huwezi kuwaona viongozi wa simba au watu wa simba wanaongelea hili sakata sasa hivi. Tuna njia, tuna akili zetu zote ziko wapi? kuelekea tarehe mbili kwa tarehe tisa kwa tarehe ishirini na saba ina maana tunafikiria FA tunafikiria shirikisho, ili tutamtoa vipi Almasiri? Sakata hili tunawaachia Yanga na TFF. Atakaye wini ndio tukaona hapa, sisi simba tuko tuko pembeni. Asante sana.